Sisi kama wizara kupitia miradi mbalimbali mbali ambayo tumepata fedha kutoka kwa wadau wetu wa maendeleo tunakuja kujenga kiwanda kingine ki sasa sisi kama wizara hapa Mwanza kwa ajili ya kutengeneza chakula cha samaki. Tuna maelekezo mahususi kutoka kwa Mheshimiwa Rais kupitia kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kuongeza nguvu katika uwekezaji e, huu wa uvuvi uvu, uvu wa samaki kwa vizuri na kwa misingi hiyo tunaendelea kutengeneza roadmap ambayo itatukutanisha sisi na eh, private sector, sekta binafsi ili kuweza kuengage nao kuzungumza nao namna bora ya kuwahusisha ili na wao kupitia uwekezaji wao iwe ni kwenye kuzalisha vifaranga vya samaki au kuzalisha vyakula vitakavyokuwa na bei ndogo na rafiki zaidi. Maana yake tunaendelea na taratibu hizo, lakini pia tuko kwenye utaratibu wa kutengeneza eh, package mpya katika hii mikopo tunayotoa tusiishie tu kwenye kukopesha watu kwa ajili ya kufuga vizimba, lakini tuanze pia namna ya kukopesha watu kwenye mnyororo wa kuongeza thamani ya mazao haya ikiwa na pamoja na mnyororo wa mahitaji yanayotakiwa kwenye ufugaji huu wa vizimba. Kwa hiyo tunazungumzia uh, gari kwa ajili ya kusafirishia samaki, tunazungumzia viwanda kwa ajili ya kutengeneza chakula, tunazungumzia hachari za vifaranga tunazungumzia kuwa na cold rooms kwenye maeneo yetu haya tunayovunia, ili kutokulazimisha mtu kukimbizana na soko, hata kama bei si rafiki. Nikikwambia matokeo ya hiyo fedha, ambayo kwa serikali inaweza ikaonekana ni fedha ndogo tu, lakini imefanya mabadiliko makubwa na mzunguko mkubwa sana wa kipato katika jiji la Mwanza. Pesa hiyo imeweza kufuna hapa samaki zaidi ya tani elfu tatu kuendelea karibu kila mwezi. Sasa tunavyozungumza haya mambo, lazima tuyazungumze katika mrengo huo, Mheshimiwa Waziri, ili watu wajue, na hapo sijagusa wanufaika. Kuna watu tulikuwa na kazi zetu za walimu, Mheshimiwa Waziri, tumeacha kwa sababu ya hii miradi. Only 2.5 billions imefanya mabadiliko makubwa, hata leo unavyotuona sio tulivyokuwa miaka miwili